Licha ya wakazi wa Kimara mwisho katika manispaa ya Kinondoni kutii sheria bila shuruti kwa kubomoa wenyewe nyumba zao walizojenga kinyume cha sheria baada ya kutakiwa kuondoka, wamelalamikia muda mchache waliopewa kwa ajili ya kutekeleza agizo hilo. Malalamiko hayo pia wameyapeleka kwa mamlaka husika kwa kutowapatia ufumbuzi, licha ya kukiri kufanya makosa ya kujenga sehemu zisizoruhusiwa, zikiwemo zile za mabondeni na maeneo yaliyopita bomba kubwa la maji taarifa zaidi na Beng Mwanantala. Ni zoezi la ubomoaji likiendelea maeneo ya Kimara Mwisho, manispaa ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam, ambapo wananchi waliokuwa akiamiliki maeneo hayo wameamua kuyabomoa bila shuruti. Kwa mujibu wa mamlaka husika, inadaiwa kuwa wakazi hao wamejenga nyumba zao na kufanya biashara chini ya bomba kubwa la maji, hali ambayo inatishia usalama wa miundombinu wa bomba hilo. Lakini wananchi hawa wanasemaje kuhusu ubomwaji huo? Hili swala, tunatii sheria kwa sababu tumetishiwa kwanza. Aa, tunaambiwa swala kwa nye, kwa la kitabu. kwa lawakibomoa wenyewe wanakurika la kitabu alafu kwa usemaji wapo, tunaona kama haki haijatendeka. Kuna sehemu nyingine kuna sehemu zingine wame wamekaba wame kwa watu wengine, sisi maskini kama sisi, sehemu zenye watu wenye nyara zao pembeni pembene. Sheria bila shuruti ni nzuri, sababu wewe mwenyewe umejielewa na unajua kabisa kitu nachoaba kinala kifanyike na ni lazima ufaaje kuondoka bila kushurutishwa. Tumelipokea an umecia amri bila kushurutishwa, kutokana kuondoa uchumbuzi katika hatua nyingine, mjane mmoja aliyefahamika kwa jina la Bisemeni Salehe amelalamikia hatua za kutakiwa kubomoa nyumba yake ambayo anadai kuwa amekuwa akiishi hapo kwa muda wa miaka hamsini sasa na ameshangaa kuhamishwa bila kupewa hata fidia na kuiomba serikali ya Rais Magufuli imwangalie mjane huyo mwenye watoto kumi na tatu na wajukuu thelathini. Lakini tunataka hili jambo alisimamie na angalie kweli, binadamu wenzio wanakwenda wapi? Tumemchagua vizuri Atuangalie, atulinde kwa ubinadamu kweli. Tumefanya makosa kama hivyo wanavyodai? Tukojua bomba, hatukujua baba yetu kahamia toka mwaka we sabini, kanua hapa ni poli. So ninii jangwa kama hivi ni poli, tumekata msitu ha, na mpaka sasa hivi tumeamua kujenga. Kama wao kweli wanajua, hapa ni eneo la bomba limepita kwa wasu, no. stoku, kama vile bado bomoa bomo imeendelea kuwa wimbo kwa baadhi ya maeneo mbalimbali nchini, kwa wananchi ambao wamejenga nyumba zao kinyume cha sheria. Lakini licha ya kukubali kubomoa wenyewe, bado hatima ya makazi mapya haijajulikana kwa wakazi hao. Beni Mwanantala, star es Salaam.